Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru ishirini ishirini na tano Ismail Ali Ussi amepongeza uongozi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira na uongozi wa wilaya ya Tanga kwa kazi kubwa wanayofanya ya kumsaidia rais kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama. Akizungumza mara baada ya mwenge wa uhuru kutembelea eneo la Mwakidila kujionea ufungaji wa mita za lipa kabla ya kutumia, kiongozi wa mbio za mwenge ishirini ishirini na tano amesema maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yametimizwa na viongozi na watendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Uwasa. Pili, umekuja kujionea mwendelezo mkubwa wa mradi wa kimkakati wa usambazaji wa miundombinu ya maji safi na salama ya kisasa katika wilaya hii. Naomba tupige tena makofi mengi sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kweli hapa heshima kubwa imepatikana juu ya mwenge wa uhuru kwa sababu leo hii tumekuja kuwaambia wananchi na kuwaonyesha kwamba mahala hapa sasa kuna matumaini, mahala hapa sasa kuna upendo, mahala hapa sasa kuna heshima ambayo inaendelea kuwekwa na viongozi wa serikali ya wilaya, waheshimiwa madiwani pamoja na mheshimiwa mbunge pamoja na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu leo hii tumeenda kuondosha changamoto ya muda mrefu ambayo walikuwa wakipata wananchi wetu wananchi wetu hawa maji alikuwa wakiyapata, lakini maji hayo ilikuwa hawayapati kwa muda ambao wanastahili, na wengine sasa upelekea changamoto ya kwamba mimi nyumbani kwangu nimeshota kidogo mwenzangu ameshota mingi. Sasa jambo ambalo kwa kweli lilikuwa linatupa utata hasa sisi viongozi pamoja na wenzetu hawa Tanga Uwasa wakishirikiana na, na Daktari Samia Suluhu Hassan, na kama sisi wengi hapa tumejionea katika dokumentari pale Mheshimiwa Rais aliwapa maelekezo wenzetu hawa kwamba wahakikishe bora tuje na mfumo mwingine mbadala wa kuweza kila mmoja asiweze kumlaumu mwenzake na aweze kupata maji ambayo anastahili kwa uwezo wake. Lakini wenzetu hawa wa Tanga Uwasa wamekuwa sikivu chini ya mkurugenzi mtendaji wetu wa wilaya hii. Kwa kweli tunakushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Leo hii wananchi hawa, hakuna mwananchi ambaye atakayeenda kumlaumu kiongozi kwa sababu miundombinu ya maji imeshawekwa lakini ili uweze kupata maji kwa wingi na kwa ufasaha na wakati wote, wewe mwenyewe kama mwananchi na ulazimu kuweza kufuata hilo lakini pia na wewe unafuata kutokana na uwezo wako. Kwa kweli tunawashukuru, na mimi binafsi ni shuhuda, nimejionea kwa jirani yetu hapo nyumba moja ambayo ya mfano. Kwa kweli tunawashukuru kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Sisi binafsi wakimbiza mwengi wa uhuru kitaifa, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais hapa tutakuwa tuna neno la kuhasema na kuwa balozi wazuri juu ya usimamizi na mfumo huu ambao mmeuelezea leo hii. Kwa sababu mfumo huu unaenda kuwasaidia walio wengi. Na mfumo huu haumdhulumu mwananchi hata mmoja kwamba wewe leo hii utapata maji kidogo na mwenzio atapata mingi. Kila mmoja atapata kwa ajili ya uwezo wake. Kwa kweli tunawashukuru kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya na ndio maana hata wananchi wetu eneo hilo wamejitokeza kwa wingi. Kwa sababu na wao wamefurahika na huu mfumo ambao umekuja. Ni mfumo ambao haumuumizi hata mtu wa hadhi za chini. Wewe utakachokilipa ndicho ambacho utakachokipata. Kwa upande wake mkurugenzi wa huduma kwa wateja mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Alawi Ahamadi akaelezea utekelezaji wa mradi huo, huku mwenyekiti wa bodi ya Tanga Uwasa Fungo Ali akaelezea hali ilivyokuwa hapo awali. Tunatekeleza huu mradi kwa kipindi cha miezi 18 kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 mpaka mwezi Disemba mwaka 2025 na mpaka sasa mradi ni wa ja mita elfu nne wa kufunga mita elfu nne lakini mpaka sasa tumetekeleza asilimia 55 ya ufungaji ya wa mita hizo ambazo ni mita elfu mbili mia mbili na mbili na tunatarajia ikifika Disemba tutakuwa tu tumemaliza kufunga mita zote elfu nne. Lakini hii ni hatua ya awali yani phase 1 phase 2 ni kufunga mita elfu kumi ambazo zitaanza mwezi Januari mwaka elfu mbili 6 na, na, mpaka mwezi Desemba, bila ya kufunga hizi mita za luku tulikuwa na mita za kawaida, na kulikuwa na malalamiko mengi sana kutoka kwa wateja. Wengi walikuwa wanafikiri kwamba kuna, kuna taratibu zinazofanywa ambazo haziwakidhi mahitaji yao, wanafikiria kwamba labda kuna upotevu wa maji au kuna kuminywa maji, kuna kubambikiziwa bili na vitu vya namna hiyo, kitu ambacho kwa, kwa, kwa, kwa kweli hakiwezekani kutokana na mifumo yetu jinsi ilivyo. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga UWASA imejipambanua kuondoa malalamiko kwa kufunga mita za lipa kabla ya kutumia elfu nne kwa mwaka wa ishirini na tano ishirini na sita. Kutoka Tanga mimi ni Pamela Chaula.